Kuna umuhimu kwa hata mimi kujitolea, kwa huwa natoa kwa sababu kuna wahitaji. Alafu pili, wiki hii ni wiki ya maazimisho ya wagonjwa sikoseli inafanyika hapa Amana koo kwa... pia nimekuja kutoa kwa sababu ni kawaida yangu kutoa, ila nimekutana na hii niikuwa na waomba Tanzania wenzangu, basi wa, wa mas, wapate hamasa za kuja kuchangia damu kwa sababu kuna watoto wanahitaji kuchangiwa damu kutokana na maradhi waliokuwa nayo. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba Tanzania wenzangu, iwe ni desturi yetu kuchangia damu, kwa sababu wahitaji ni wengi, na pia sisi tusijisahau, kwa sababu hata sisi pia ipo siku tunaweza kutukuta maradhi na tukahitaji pia damu salama. Kwa hiyo yangu ni hayo, nilikuwa nawaomba Tanzania wenzangu tuwajibike katika hili kwa sababu wale ni wezetu na ni watoto wetu, familia zetu. Kiukweli mimi tangu nianze kuchangia damu sijawahi kupata madhara ya aina yoyote, japokuwa kuna misemo inasemeka mtaani, ukichangia damu sio kichwa kinauma sio nini. Hapana, ukiacha kuchangia tu kwa hiari, ila nishatoa damu zaidi ya mara tano, sijawahi kupata tatizo la aina yoyote mpaka hivi sasa, na imekuwa ni desturi yangu mimi kuchangia damu. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba ndugu jamaa marafiki, tuwe na desturi ya kuchangia damu, kwa sababu wahitaji ni wengi na wanatutegemea sisi ambao tuliokuwa wazima tuweze kuwasaidia wao. Kwa majina naitwa Rashidi Isa Msangi, mimi huwa ni kawaida yangu kuchangia damu, na hii ni mara yangu ya tatu sasa wanajitolea damu, na mimi natokea maeneo ya Vingunguti na sababu ambazo zilinipelekea mimi kuchangia damu kwa sababu niligundua kuna wahitaji wengi, ikiwemo wamama wajawazito wazito, yani iko ni kitu ambacho mimi kilinisukuma, kwa sababu nakumbuka mke wangu pia aliwahi ku, kupata shida hiyo on ko nilipata tabu pia kutafuta watu wachangie damu k gundua pia kuna umuhimu kwa hata mimi kujitolea kwa huwa wanatoa kwa sababu kuna wahitaji alafu, pili, wiki hii ni wiki ya maadhimisho ya wagonjwa wasikoseli inafanyika hapa Amana koo kwa... pia nimekuja kutoa kwa sababu ni kawaida yangu kutoa, ila nimekutana na hii. Nilikuwa na waomba Tanzania wenzangu basi wa, wa mas, wapate hamasa za kuja kuchangia damu, kwa sababu kuna watoto wanahitaji kuchangiwa damu kutokana na maradhi waliokuwa nayo. Kwa hiyo, nilikuwa nawaomba Tanzania wenzangu iwe ni desturi yetu kuchangia damu, kwa sababu wahitaji ni wengi, na pia sisi tusijisahau, kwa sababu hata sisi pia ipo siku tuzakatukuta maradhi na tukahitaji pia damu salama. Kwa hiyo yangu ni hayo, nilikuwa nawaomba Tanzania wenzangu tuwajibike katika hili, kwa sababu wale ni wezetu na ni watoto wetu, familia zetu. Kiukweli, mimi tangu nianze kuchangia damu sijawahi kupata madhara ya aina yoyote, japokuwa kuna misemo inasemeka mtaani, ukichangia damu sio kichwa kinauma, sio nini. Hapana, ni ukiacha kuchangia tu kwa hiari. Ila nishatoa damu zaidi ya mara tano, sijawahi kupata tatizo la aina yoyote mpaka hivi sasa, na imekuwa ni desturi yangu mimi kuchangia damu. Kwao nilikuwa nawaomba ndugu, jamaa, marafiki tuwe na desturi ya kuchangia damu, kwa sababu wahitaji ni wengi na wanatutegemea sisi ambao tuliokuwa wazima tuweze kuwasaidia wao. Kwa majina naitwa Rashidi Isa Msangi, mimi huwa ni kawaida yangu kuchangia damu na hii ni mara yangu ya tatu sasa wanajitolea damu, na mimi natokea maeneo ya Vingunguti na sababu ambazo zilinipelekea mimi kuchangia damu, kwa sababu niligundua kuna wahitaji wengi ikiwemo wamama wajawazito wazito, yani iko ni kitu ambacho mimi kilinisukuma, kwa sababu nakumbuka mke wangu pia aliwahi kupata shida hiyo, mnako nilipata tabu pia kutafuta watu wachangie damu, ko gaya ugundua pia kuna umuhimu kwa hata mimi kujitolea, kwa huwa wanatoa kwa sababu kuna wahitaji. Alafu pili, wiki hii ni wiki ya maadhimisho Koleke ya gonjwa sikoseli inafanyika hapa Amana. Na Amana lakini pia na wadau mbalimbali